Maisha ya Diamond Platinums kwa level ambayo amefikia mafanikio, nafikiri swala la kupanda zile ndege za public inawezekana ndo likawa limefika mwisho, kwa sababu sasa hivi safari zake nyingi zote ambazo anazifanya nje ya nchi anatumia ndege binafsi. So uh, usiku wa Alhamis kwa mke Jumaa aliandaa iftari pale the, the, the Superdome, ambapo pia alizindua sabuni yake Wasafi Soap. Na baada ya kuzindua sabuni, leo hii Jumaa tunavyozungumza, Diamond Platinumz amechukua ndege binafsi kuelekea nchini Ghana na ameshea video hii kwenye peji yake ya Instagram hapa. Msafara wa magari yake yote umemsindikiza kwa maana ya kumpeleka airport kwa ajili ya kuanza safari kuelekea nchini Ghana. Unamwona hapo Salamu SK meneja yake akiwa ameambatana naye, wote wakianza safari kwa pamoja kuelekea Ghana. Nadhani kwa hiki ambacho Diamond anakifanya sio mara ya kwanza, of course. Tumeshaona akifanya hivi akisafiri. Sasa hivi umekuwa kama utaratibu; akiwa na safari yoyote ya nje ya Tanzania iwe ni Kenya, nchi zozote zile, basi lazima atatumia ndege yake binafsi. Masuala ya kupanda zile ndege alipia, sio business class, naona yamefika mwisho, na ndio maana sasa hivi safari zake zote za nje anatumia ndege yake binafsi. nafikiri yeye mwenyewe hata anavyoposti hivi kwenye peji yake ya Instagram. Hii ni message kwa wale ambao walikuwa wanachukulia poa industry ya Tanzania, kwamba ya tuko vizuri, tuko vizuri, sio kinyonge E, tunaweza tukafanya vitu ambavyo nyinyi pia mmekuwa mkivifanya, au vipi? Bwana, niambie kwenye sehemu ya comments hapo na mtazamo gani, lakini pia nikukumbushe ku subscribe hapa SnS kwa taarifa nyingine kila wakati.